josnjdektsasa Na. Unaenda wapi? lakini ni, ni usiku. Nisikilize, kama kuna jambo ambalo nahisi haliko sawa sababu hiyo nimeisababisha mimi, tukae chini tuzungumze, lakini soma unachukua mamlaka ya kuondoka ukipata changamoto huko barabara Unafikiria mimi naye? Nitaonekana jijos na Ivan sipo sawa alafu, mimi najijua nikiwa na hasira. Sitamani kuongea na mtu yoyote kabisa, konombu niache nikiwa sawa, nitakutafuta emnisikilize kama kutakuwa kuna tatizo lolote, ambalo nahisi mimi ndo nimelisababisha, zungumza na mimi moja kwa moja, tutafute suluhisho. Lakini wewe ukisema sasa hivi usiku uondoki, ende nyumbani, unadhani huko ndo utaenda kuwa na amani okay? Nani kule atenda kukufanya uwe happy zaidi yangu? Mimi kuelewa, ila nikiwa sawa nitakutafuta nisikilize. Ah, nakwambia ukweli, kama unatafuta sababu ya kuachana na mimi ni bora uniambie mapema. Kwa sababu nikigundua kama unafanya makusudi kitu nitakachokifanya utaamini, mwanangu, nitafanya kitu kibaya. Kama unafanya hivyo kutafuta sababu ya kuachana na mimi, it's okay. Sitazungumza sana, kwa sababu pengine wewe, of course, umesema una hasira na kuacha. Utakapojisikia amani, nitafute, lakini nikigundua hii sababu unaitengeneza ya kuachana na mimi